Karibu tena. Kundi la ODM linaloongozwa na katibu mkuu Edwin Sifuna limesisitiza kuwa halitaruhusu chama hicho kubuni muungano na chama cha UDA kuunga mkono urais wa Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wakiendeleza mikutano na wananchi kaunti ya Busia, viongozi hao wameshikilia kuwa wako tayari kuchukua usukani wa chama na kuwa ni lazima ODM iwe na mgombea wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. ODM unaoongozwa na katibu mkuu Edwin Sifuna, naibu kinara Godfrey Osotsi, mbunge wa Embakasi East Babu Owino na gavana wa Siaya James Orengo uliendeleza mikutano yao ya Linda Mwananchi katika kaunti ya Busia viongozi hao wakisisitiza kwamba hawataruhusu kamwe chama cha ODM kuuzwa kwa makundi mengine ya kisiasa kufuatia kifo cha aliyekuwa kinara hayati Raila Odinga. Sisi siyo watoto, sisi siyo washenzi. Sisi tutadili na nyinyi. Hata leo hii mkiamua mtu mfukuze, tuko tayari kurudi by-election, lakini penye baba aliwachia chama lazima tuendeleze. wapi Raila Odinga hakulea watu waoga. Na baba alikuwa anatuambia kila siku, Sifuna, chunga maslahi ya mwananchi kwa sababu hiyo ndio kazi yetu. Chama cha ODM haiwezi kuingia kwa UDA kamwe, kamwe, kamwe, kamwe. Kundi hilo likisisitiza kwamba kamwe halitaunga mkono muungano kati ya ODM na UDA kwa uchaguzi wa mwaka ujao na UDA? Tunasema tawe. UDA tawe. Viongozi hao wamesisitiza ni sharti chama hicho kiwe na mgombea urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Tunataka tuwaambie wazee wote, 2027 achia uwanja vijana wachukue ushukani. Vijana mko tayari? Maandamano mzuri. Kundi hilo pia limetangaza kwamba litaendeleza mikutano yake ya linda wananchi katika kaunti za Kakamega, Vihiga na Bungoma hivi karibuni.